Kama uwe ni content creator, eh, lakini unapata tabu kwenye kuedit video zako kwa sababu CapCut, eh, unatakiwa ulipie, eh, subscription ya elfu kumi na tisa kwa mwezi, eh, lakini sasa wewe huwezi ama uwe uafford, eh, kulipia hiyo subscription, baki hapo hapo nikuonyeshe, eh, application ambayo unaweza ka edit kwa urahisi zaidi, eh, na kama ungetaka kufanya subscription unaweza kununua kwa shilingi elfu mbili mia sita na uka edit kila kitu, na fungua Play Store ama App Store kama unatumia iPhone kisha nenda kwenye search bar e, andika edits. E, hii ni application ambayo imetengenezwa na Meta, wamiliki wa Instagram na Facebook, special kwa ajili ya kuedit video za Instagram na Facebook for free, haichaji kitu chochote. Changamoto ni kwamba kuna baadhi ya features ambazo hazipo. Kwa mfano, noise reduction haipo, auto captions haipo, object tracking haipo, na zingine ambazo hazipo, lakini ni application nzuri sana. Achana nayo na hii application nyingine inaitwa VN, ni application nzuri na yenyewe, unaweza kutumia free, lakini pia unaweza ukafanya. Natumia hii up inaezekana na email ama ukatengeneza account e, una auto captions itakuletea hii menu ambayo ununue point 100 kwa shilingi 2600. Utanunua hizo point, mfano mimi nilinunua point 100 nimetumia karibia mwezi mzima, lakini zimefika mpaka tisini. Wanakata kidogo kidogo kidogo sana so nafanya auto caption object tracking, lakini pia nafanya <coughs> noise reduction kwa kutumia hii application. Ni very simple kabisa, wewe pia unaweza kudownload. Tafadhali follow kama umependa video hii e, ili usipitwe na video inayofuata ambayo itakuwa inaelezea michongo mingine e, ya kutengeneza pesa mtandao, mtandao hii Michongo Legit.